Nam, warigeni mwanafamilia wa Mkubwa Media, kilichotokea jana bana Damo ameweza uh, kuwafurahisha mashabiki zake, hasa wanamfuatilia kwenye mitandao ya kijamii uh, kutokana na mapenzi yake na Zuchu kukolea. Kama unavyofahamu uh, ni kwamba uh, kwa namna moja ama nyingine alipata ujumbe Eeh wa keki e, kutoka kwa Zuchu na akaamua kuweka wazi kupitia ukurasa wake wa Instagram, na ujumbe huo alikuwa e, ni kwamba pole bebi, pamoja na mlipuko mlipuko, ninaohitaji ni wa mapenzi, kwa sababu uh, kutokana na milipuko ilikuwa imetokea na vitu kama hivyo e, tunaona Diamond ataweza kushea furaha yake. Sasa kingine ki, ki ni kwamba e, ni kwamba Diamond Platnumz ame ameweza ame kuandika ujumbe mwingine e, baada ya kupokea keki ile. Aliandika hivi: usiombe Mungu akupe mke au mume mnayependana tu, bali omba Mungu akupe mtu ambaye pia mnaelewana na wenye mtazamo unaofanana, ndio kitu cha muhimu sana kwenye maisha. Huo ni ujumbe aliandika kupitia ukurasa wake wa Instagram, na akielekeza kwa wale ambao walikuwa wawafahamu. E, ni kwamba Diamond Platnumz e, ni kwamba bora e, anamwambia anamwambia shabiki yake anayemfuatilia anayemfatilia kwamba bora upate yule e, mwanamke ambaye ana, yani mnaendana, au sio bwana, mnaelewana yani mnakuwa mnawazo moja au so bana eh? Kwa hiyo sio kupendana tu, yaani mtu ambaye ukimwambia kitu anasikiliza anafata, lakini eh, mnakuwa mtazamo mtazamo mmoja, eh, wa kufika mbali. Mtu akiwa na mitazamo tofauti eh, kidogo katika maisha, inakuwa ni changamoto au sobana. Na hii inawafanya watu wengi sana wa wafeli sana kwenye mahusiano, kwa mujibu wa Diamond kwamba usipopata mtu ambaye mnaelewana, anakupenda lakini ana mtazamo tofauti na wewe, na anataka gari, wewe unasema tujenge kwanza, lakini kuna yule ne, mnafanya, mnataka kufanya naye maisha, anakupenda kweli, lakini anataka mjenge nyumba, lakini wewe unasema ka kwanza tufanye biashara kwanza kwa hiyo ni mitazamo ambayo inafanya watu wengine washindwe kutulia kwenye mahusiano. Sasa maneno yasiyo mengi sana, Juma Lokole akaweza eh, kuongea kitu kutia neno katika hili sakata akiandika haya maneno, wala hayahitaji VPN uwashe, akamalizia na kicheko kwamba haya maneno anajieleza kabisa. Yani inaja kuwasha VPN. Unajua VPN ni app ambayo inamwezesha mtu kuingia mtandaoni pasipo changamoto yoyote, au sio? Au, au pasipo kugundulika e, na mtu yoyote. Kwa hiyo mtaweza kuacha VPN na then ukaingia kuperuzi. Kwa hiyo katika haya maneno, sio mpaka ufungue kodi au vipi au vile e, ili kuweza kufahamu Diamond anamaanisha kitu gani? Sasa basi baada ya maneno hayo ya Diamond e, kwa maana ya kwamba e, alipokea keki e, kutokea kwa Zuchu kikihili kuwa na ujumbe wa kima mapenzi kabisa kwa Diamond eh, kwamba kuna milipuko ilitokea kwa, anataka mlipuko wa mapenzi, kwa hiyo ndio kitu ambacho Diamond alifurahia sana. Sasa wengine wakaja kutoa maoni yao kuhusiana na hili, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine eh, imekuwa ghafla sana. E, walidhani labda Diamond, e, pengine angeza kutulia, e, kufanya mambo yake ya muziki, e, pengine labda Diamond angeweza, e, kufocus na vitu vingine kabisa, lakini sasa ndo kwanza penzi limeanza kuchipua, e, kati yake yeye pamoja na Zuchu. Maoni yalikuwa kama yafuatavyo. Mmoja kaandika, muombe Mungu akupe roho ya huruma na upendo Diamond. E, mmoja kaandika, bado tuna uchungu wa kupoteza wadogo, e, mdogo, e, watu, e, kupoteza watu, mdogo wangu unaenda kumzika. E, mwingine akasema kwamba e, kwa bwana gani a. Mmoja akaandika kwamba hatutaki kiki za kipumbavu, au sio? Nasema tutoleni ujinga wenu, hatuwafuatilii hata mkae, asitushoshe, hatuna habari naye leo. Na posti sana watu warudi kwenye reli, ila wamba bado wamekaa. Safari hii ngoma ngumu labda aanze kupigana na Hamisa au amkubali mtoto kwamba sasa hivi, yani anajaribu kupambania watu warudi kwenye leli na vitu kama hivyo. Kwa bora yarudi kwenye, amrudie Hamisa na then aweze kuelewana naye. Mmoja kaandika kwamba uh, huyu ni kumunfollow. Uh, uh, mmoja kaandika huyu ovyo wanapendana na kusikilizana angekuwa, uh, eh, anamwambukiza mwenzio tie kila siku kila ukicha hospitali ugonjwa UTI na haya eh, bwana sijejua labda nani ana UTI anayozungumza hapo. Shabiki uh, kwa upendwa kidogo tu kashaanza kutupa ushauri, tupo busy na msiba eh, sisi natuhusui nini? Mmoja uh, kaandika assistance eh Haya, mwingine, na wewe una uchungu hivi, acha kuizuga e, e, kuigiza maisha e, manake, Diamond aache kuigiza maisha. Mwingine uh, akaja hapa akasema tuna majonzi, kaka, ndugu zetu watajua alipo, watoto wamebaki yatima, after alishampa infection akaenda eh ku, e, kumsaini kwa side chiki, anajikuna akiwa naume women si uvumilia <laughs> Unajua uh, aliingia hivi literally nobody kwamba Zuchu anajikuna mm, na hata mangi akasema hivyo hivyo. Kwa hiyo haya, tutachana na hayo. Mwingine anasema kwamba nchi ilivyo na bado nawaza kupata mke na mume, mtaelewana? Haya, wewe na wao mnalana, juu yenu vizazi vyenu na muda wake umefika. Eh, mgin ma kwamba tushaelewa na tushamshauri sana, lakini hasikii.

Uh, mwingine akasema naona kaambiwa yeye ajitahidi, kujitoa ufahamu jaribu kubadilisha, ila watu bado eh, kimya bila Juma kupost, wengine tusingeona hii ustamani. Unatamani wewe ungekuwa ni huyo Zuchu, unamwambia domo, tumekuzoea kwenye mapenzi, rudi nyumbani kumenoga. Mwambie huyo panya wako kiki zake hazina nafasi kwa sasa, kwa, uh, kwa maana hiyo ni kwamba eh, kiki zake bwana hazina nafasi, kwa hiyo anazungumzia kwamba kuna kuna watu wengine wana, wana, wana, wana hawamwelewi Diamond kipindi hiki kwa sababu ya vitu ambavyo wanavifanya, na wengine wanasema kwamba kama Juma asingeposti basi wasingeliona hilo na wala wasingefahamu kinachoendelea kwa hiyo, kutokana na Juma ameposti, basi watu ndio wanafahamu. Kwa hiyo ni kwamba Diamond anawaambia mashabiki zake kwamba ni bora upate mtu ambaye mnaendana na kusikilizana, sio kupendana tu. tuliunosha mwanea kisha na subscribe